Katika siku mia moja za kwanza za kuongoza serikali ya awamu ya sita, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameweka wazi msingi mpya wa uongozi unaojikita katika kusikiliza wananchi, kuheshimu utu wa binadamu na kuharakisha utoaji wa huduma muhimu. Mwelekeo huu umetangazwa na wengi kama mwanzo wa uponyaji wa taifa unaotanguliza hekima, busara na moyo wa kutumikia wananchi. Kwa kauli zake na matendo yake, Rais Samia ametoa sura ya serikali inayoweka binadamu mbele na inayojibu mahitaji ya wananchi kwa uharaka na usikivu. Akielekeza dira ya serikali yake, Rais Samia alisisitiza kuwa viongozi watakaofanikiwa wa ni wale wanaowasikiliza na kuwahudumia wananchi bila dharau, kiburi au urasimu usio wa lazima alisema: Serikali inahitaji watendaji wanaojua kuwa kila mwananchi anahitaji kusikilizwa na kuhudumiwa kwa heshima. Ujumbe huu umeleta msukumo mpya kwa watumishi wa umma ukisisitiza kuwa dhamana ya uongozi ni kuwasaidia watu, si kuwatisha au kuwabeza. Hili limetafsiriwa kama mwito wa kurejesha heshima katika utumishi wa umma, ambapo kazi na utu imekuwa dira mpya ya taifa. Katika kipindi hicho kifupi, hatua kadhaa zimeonyesha mwelekeo wa serikali inayojali utu. Moja ya mafanikio muhimu ni kutolewa kwa ajira zaidi ya elfu kumi na mbili kwa walimu na watumishi wa afya. Hatua hii inasaidia kupunguza uhaba wa watumishi wa taaluma hizo muhimu na kuwapa vijana fursa ya kuanza maisha mapya ya kikazi. Pamoja na ajira hizo, serikali imeendelea kuboresha mazingira ya kufanyia kazi ili watumishi watumikie wananchi kwa ufanisi zaidi. Hii ni sambamba na maagizo ya Rais kwa wizara na taasisi kuhakikisha wanasikiliza changamoto za wananchi katika eneo lolote linalohitaji uamuzi wa haraka. Katika kipindi hiki cha siku mia moja watanzania wengi wataanza kuona tofauti ya uongozi unaosikiliza na, na unaojali. Ni uongozi unaotafuta majibu, unaoamini katika maridhiano na unaotanguliza utu wa binadamu kama msingi wa maendeleo ya taifa.